Kwamba sio lazima uajiriwe, ah, unafanya kazi yako we mwenyewe, unafanya biashara yako we mwenyewe, unatembea kama wewe ni machiani barabarani, unatembea na nguo, unatembea na vitabu, unatembea na viatu, unauza, unapata maini na ujasiriamali. Kwa hiyo hiyo naye ni karama, hayo ni matunda pia ya Roho Mtakatifu kwa sababu kila mtu amepewa kipaji, na tuvitumie vizuri. Kama we ni mwalimu, tumie. Kama wewe ni mwanakwaya, ipa vizuri. Kama wewe ni karismatiki basi ishi kama, kama, waliosafiri kwa sababu tunampenda ye Yesu. Usije ukapewa kipaji ukaenda ukafukia kama yule mjinga aliyepewa pesa akaambia akafanya biashara alipo akaenda akafanya nini akaificha chini ya ardhi, si ndio? Alipokuja mwenye pesa alimwambiaje? Eh, leta pesa yangu, na uyo mweke gereza afanye simdiya jamani, kwa sababu ndugu zangu, haya yote tunayofanya tunaposali, tunapoimba, tunapomtukuza Mungu, mwisho wa siku ni kwamba tunafanya uwekezaji, uwekezaji katika maisha yajayo. We are making an investment for the afterlife, kwa sababu hatuishi kama mbuzi, hatuishi kama kondoo, tunaishi kama binadamu. na kukifa najua kwamba kuna maisha baada ya chuo lakini nikifa, karoli fa karoli, nitaenda wapi? Nimeishi na wenzangu, nimewapenda. Nimeishi na wenzangu, nimewajali. Nimeishi na wenzangu, nimewasaidia. Nimeishi na wenzangu, je, nimewapa mawazo labda au shauri? Nimetumia akili yangu kwa ajili ya wengine nimetumia ushauri kwa ajili ya wengine, nimeimba kwa ajili ya wengine, au ni mimi tu duniani? Pia sasa hivi imekuwa very selfish, ni mimi huuhatai wengine, au kama sio mimi nyumbani kwangu, si ndio? Jamani, yeah. Yeah. Yesu hakuwa h wanasema Yesu Yesu anapokuambia kwenye maandiko matakatifu ni kama mvua inanyeshea wazuri na wabaya, ina maana gani hiyo? What is the meaning? Kwamba mvua au jua inawakia, ina wa, ina wa, wazuri na wabaya, au mvua inanyeshea wazuri ina na wabaya, maana yake ni nini? Ana ubaguzi? Mtoto wake hauna ubaguzi, lakini sharki uwe tayari upokeea. Okay, okay. Unaweza ukafunga pia maisha yako au roho yako, unasema, ah, I don't have time with you, si sina muda na wewe lakini tendo la kuja kwa kanisani siku ya leo ni kwa sababu sisi ni watu wa watu wa hado sababu nimewambia ndugu zangu, leo siku ya Pentekoste sote hatuna budi kushukuru nakufurahi na, na kumtukuza Mungu na kumwimbia na kumchezee, ndio jamani. Akasema kama wewe uimbi wala ucheziwe ni mchawi kama wachawi wengine. Kuna wachawi hapa pia. hivyo iyako narhkaukwahiyo ikua tuendelee kufurahi, tuendelee kutumia zile karama na yale matunda aliyotupatia Roho Mtakatifu. Sifu Yesu Kristo.